Kijana. Yes. Unafanya nini hapa juu? Ah? Ha? Unafanya nini hapa juu? Nili, nilikuwa nimekuja kuanika manguo. Na hii moshi naona hapa ni ya nini? Ah? Hii moshi naona hapa ni ya nini? Azin, hiyo moshi. Uh-huh. Aha. Nilikuwa nasikia baridi juu ya vua, nikasema acha niwashe karatasi. Karatasi iko wapi yenye uliwasha? Ah? Hiyo karatasi uliwasha iko wapi? Wewe we, ni nani? Wewe, nakuuliza mimi ni afande. Hiyo karatasi iko wapi? Nasikia harufu ya harufu nyingine inakaa si ya karatasi hapa. Wewe ni polisi? Oh, unaniona kama nani? Nauliza tu, wewe ni DCI ama? Mimi ni DCI. Hii moshi ya nini? Hii harufu si ya karatasi. Usiniulize maswali. Unatoka wapi na unaitwa nani? Unatoka wapi na unaitwa nani? Uh -huh. Uh -huh. Yes. Sijauliza unavuta nini? Nimeuliza moshi ya tanki. Yeah. Umeiona ukiwa chini, ama? Nikiwa chini. Ulikuwa unaenda wapi afande? Nilikuwa nakuja hapa juu ya hiyo moshi. Nilikuwa nakuja hapa juu ya hiyo moshi. Ulikuwa unataka moshi ama? Nilikuwa nataka mtu anatumia hiyo moshi sielewi. Nilikuwa moshi. nataka mtu anatumia hiyo moshi. Na ni wewe nimekuata hapa juu na moshi moshi, ilikuja saa ngapi? Mm.